Of course nimekuwa mtu mzima uwezi kunikompea miaka ambayo ya jumba la dhahabu miaka ishirini na nilikuwa sina mtoto hata mmoja. Sasa hivi ni mama wa watoto watatu hivi, bado ukasema mtu yani yule winter wa miaka ishirini na tatu bado ukamkompe. Sasa hivi na kwenye na Tukae ni vitu viwili tofauti, hila usitake kuongea kwamba ukasema unanijua sana mi au nijui? Umeniona kwenye kideo ishi kwa kukalili, kuniona kwenye kideo usiishi ti mpaka maisha yangu baki huko nyuma. Unanijua au nijui? Kwa hiyo kama kitu ukijui, tujifunzege jamani, nyamaza kimya, ustake nawe uongee basi, nawe nawe uonekane umeongea, alafu unaongea kitu ambacho ukijui ya ndio maana angaliaga tu, ataongea, atamaliza. Mwisho wa siku siwezi kumwekea jira, si mtu yoyote ntapenda kwamba mpaka umekaa umeongea. Basi kazi zangu unazifuatilia, unanikubali na, unani, na mimi nakukubali, tena nakukubali sana. Yes, bwana ni mwendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha kama nilivyokuambia kwamba ni mazungumzo na wasanii ambao kwa hakika ungetamani kuwasikiliza juu ya mazuri ambayo umekuwa kiafanya kila kukicha kwenye, kwenye, kwenye kalia zao za uigizaji. Muda huu tumefunga safari mpaka lilipo kambi ya wasanii ambao wameshiriki kuna kutamthilia ya Kombolela. Tayari tumeshazungumza na wasanii karibia wote. Muda huu unazungumza na moja kati ya wanawake ambao wana nafasi yao. Kuna watu wanasema mimi bila Tukae siweze kuitazama tamthilia ya Kombolela, moja kati ya watoto halali kabisa wa mzee Kikala na bi Kikala, moja kati ya wanawake wanaunda ile timu ya wanawake watatu mabingwa wa kuchambana. Tutazungumza naye atuambie kwamba ilikuwa ni rahisi kiasi gani ili kuweza kushiriki kwenye hii tamthilia. Tukae, kwema. Kwema, ndugu yangu mzima. Uko poa? Karibuni sana mm -hmm, kwenye nyumba yetu, ndio tunaogombania ulisi mm, hapo jumba la mzee Kikala. Kwa hiyo mm, karibuni sana Saa kuna vingi ambavyo ningetamani ni nikuulize, kwa sababu ya muda, lakini wacha tuulize tu vichache. Kwanza, jina la Tukae ambalo umelitumia kwenye hii tamthilia ya Kombolela mm, ndio jina ambalo wazazi wamekupa ama tuna jina lingine? Mimi jina langu halisi kabisa niliopewa na wazazi wangu naitwa Angel John Komba. Angel John Komba mm -hmm. Tamthilia ya kwanza iliyotambulisha kabisa, ndio mpaka leo hilo jina bado linaendelea lina limekuja sasa hivi kuzibwa kidogo na Kombolela. ni Jumba la Dhahabu ambao nilikuwa natumia Winter. Winter. Watu wengi walikuwa najua sana Winter ndo jina langu kabisa halisi, lakini jina langu mimi ni Angel John Komba. Baada ya Winter, sasa hivi ndo limekuja Tukae la Kombolela. Kameramani ulikuwa unajua hiyo jina la Winter? ulikuwa unajua? Umeona maneno, mmeona maneno ile, niko binti, sasa hivi ni mama. Haya mambo ya uchakalamu chakalamu wa kwenye Kombolela, kama ulitoka naye huko, no tofauti. Kule nilishuti mtu mmoja mstaarabu sana, alafu kumbuka jumba la dhahabu miaka karibia ishirini na kitu iliyopita, kitambo ile. Nilikuwa binti, sasahivi ni mama, kwa hiyo vitu viwili tofauti. Nikisema nikisema wewe ni miongoni mwa wakongwe ambao ushawahi kufanya kazi kwenye kazi kubwa, na kwa nimekosea? Hapana, hujakosea, huko sahihi kabisa. Hawa vijana ambao wanachipukia sasahivi, kina mashavu hawa, mm. wanaleta heshima zenu kwamba mesha tutengenezea njia, na sisi tunapita muda huu wanapita lakini heshima kwa mkubwa mkongwe yatabaki kuwa palepale pale. Lazima pewe heshima yake yeye kama yeye. Mm. Tofauti ya kazi za zamani na sasa ni ipo wapi? <laughs> Utofauti upo tena, utofauti upo mkubwa sana kwa sababu miaka ile tulikuwa tunafanya tu sisi kama kutafuta, yani ile majina niseme, yani ile tulikuwa bado hatujui umuhimu wa, wa tulikuwa tujachukulia kwamba sanaa ni kazi, sanaa ni biashara ile kipindi kile tulikuwa tunachukulia ile kwamba mtu tu umeenda umeigiza. Miaka ile tulikuwa tunachukulia kwamba ah, yani unajua ile mtu kaenda kaigiza akionekana kupita tu hey, yule tumemuona nini yule maarufu. Lakini sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kwanza kipindi kile sana, mimi kwa sana nilikuwa nainunua, alafu naishi nyumbani. Natoa kwa toa hela ili, ili ushiriki. Natoa hela ili nishiriki. Hmm. Alafu natoka nyumbani nachukua nauli kwa baba umeona nikirudi nyumbani, lakini sasa hivi sanaa imekuwa ni kazi, sanaa ni biashara, ambapo sasa hivi tunaishi maisha, tuna familia, tunasomesha watoto kupitia hii sanaa, tumepanga majumba, tunalipa kodi kupitia hii sanaa, watu wanajenga, watu wananunua magari, yani kila kitu. Kwa hiyo sasa hivi sanaa imekuwa ni kazi kama kazi nyingine, yani kama mtu asubuhi anatoka anaenda ofisini, na sisi ndio hivyo. Kwa hiyo mtu akitoka nyumbani kwamba nimeenda, niko kambini mtu anajua kabisa mama yuko kazini, nikirudi mama amerudi ametoka kazini yeah. Tutabaki kwenye winter tusio ni Kombolela winter huyu ama... usema jina lako wenyewe ni nani? Angel. Angel, huyu ambaye tunamwona sasa hivi ni msanii, mafanikio yake vile ambavyo sasa hivi watu tunamjua ni Kombolela eh, kukua huko alipokuwa unahisi maua tumpe nani? yupi na yupi ambaye alisababisha kumkuza huyu Angel ambaye tunamwona muda huu ni msanii mkubwa mpaka anashiriki kwenye Kombolela? Uh, kwanza natakiwa nipewe pongezi mimi mwenyewe, kwa sababu bila mimi mwenyewe, bila juhudi yangu nisingefika hapa. Umeona, ningeamua kujikatia tamaa, ningekata tamaa mapema, kwa hiyo hata maproducer wasingejua kuna mtu anaitwa Angel John Komba. kwahiyo cha kwanza nijipongeze mimi mwenyewe. Sanaa yangu nimeipambania, na ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda kutoka moyoni, mpaka saizi naendelea kukipenda na nitaendelea kukipenda kwa sababu sana ndo maisha yangu, sana ndo kazi yangu, ndio imenitambulisha Tanzania nzima. Cha pili nimpongeze sana Abdul Sanga, bosi wangu ambaye wa Kombolela huyu wa sasa hivi, kwa sababu mimi sasa hivi kama nalipwa mshahara of course. Kwa hiyo kila baada ya siku kadhaa mimi mzigo unaingia, useme umejipata. Yes of course nimejipata hey. Nashukuru na naomba Mungu hey. Kama Watanzania wanavyoipenda Kombolela hey. waendelee kuipigania hivyo hivyo, idumu tu miaka na miaka iendelee hey. Kwa sababu ndo tayari ajira. Hivi eh? Vingine utaenda tu vyote nitafanya. Lakini yeah. Na yani yeah. Najua ndo inaniweka mjini yes. Ya maana, kuingia, kufanya kazi kwenye Kombolela kukuzuia kwenda sehemu nyingine watu wakakuhitaji akuzuia ya kabisa. Ninachoshukuru yani, Mungu kwamba ni mtu ambaye mwelewa anajua mtu unatafuta ili mradi tu ratiba zako zisiingiliane yani tu na kwake. he na nashukuru Mungu yani kwamba kru nzima tunaishi kwa kusikilizana, kwa kutegemeana, kila mtu anatafuta riziki, sio mimi. Kwa hiyo ikitokea kama hata una kazi nyingine sehemu fulani, before kabisa unamwambia jamani, mimi nina moja mbili tatu, kwa hiyo lazima uangalie ratiba yako huku na kule isipishane, ili muende sawa kule pia uwalizishe mashabiki wa kule na huku pia uwalizishe mashabiki wa huku. Yes. Sawa. Natamani nipate kidogo kwa ufupi ili kuaje hiyo ukashiriki kwenye kwenye Kombolela. Abdul Ali utafutaje, ulijua naye vipi mpaka leo tumekuwa na mimi mwenyewe najiulizaga hilo swali kila siku najiulizaga. Alafu, usifikiri kwamba wasanii wote labda anauliza anamtaka fulani anamtaka fulani. Crew wote wasanii wote unao unao unao play. Kila mmoja amemtafuta yeye mwenyewe kwa wakati wake mwenyewe tofauti nilimuuliza hilo swali, akaniambia kutokana mwenyewe na stori yangu. Kwa hiyo mimi navyoandika stori na pointi, kwamba hapa ninapoandika nataka fulani acheze hapa, ndo atafiti. Kwa hiyo kila mmoja amemtafuta yeye mwenyewe kwa wakati wake na muda wake. Yes, wewe ilikuwaje, akakutafuta mpaka mbako hapa? Ndio, kanitafuta kama alivyotafuta wengine, akanipata nani fulani? Hapana, e, katafuta namba baada ya kutafuta namba kaipata kanipigia. Ile mm. siku ambayo unakutana naye anakuambia unakwenda kushiriki kwenye Kombolela, uhusika wako utakuwa huo. Siku ya kwanza kabisa. Yeah. Ni aliunda tu group, akaongea ikombolela ya kwanza. mm. tulitoka tulishuti tu demo. Tulivyoshuti demo akasema, jamani tutatafutana. Baada ya hapo tukaitwa tukakaa kikao. Tulivyomaliza kukaa kikao, kazi ikaanza. Kwa hiyo kila mtu akaongea kwa muda wake na wakati wake. Kwa hiyo hata tulivyomaliza ule msimu mi, baada tumemaliza ile kombolela ya kwanza, mi nikasafiri gi nikaenda gazangu Kongo, nikatoka nikaenda kuanzisha maisha yangu huko. Ulienda Kongo? Nimekaa Kongo kama mwaka na nusu. Lubumbashi. Nilianza maisha yangu mengine mapya kabisa kule. Sio ya kisanii lakini. Sio ya kisanii na baadhi ya wasanii wale wanaona pia kuna kazi tayari nimeshafanya. Ipo Kongo, ehe. Na bado kuna baadhi ya scenes sijamaliza. Kama ule Kongo Kongo na tuimbege mbege kama ni kweli? Ah no, ile nilianzia hapa hapa. Babangu alikuwa anapenda sana zile nyimbo. Wakati niko mdogo kashinda, na nuliwa soda Jumapili hadi Jumapili, akiwekaga nyumbani sasa, aendi kazini, anasikiliza hizo nyimbo, kwa hiyo nikajikuta na mimi na nazipenda. Na Nikajikuta nawapenda wa Kongomani. Umeona? Nikajikuta na nilikaga nilikuwa nasemaga ndoto yangu mimi siku moja lazima niende Kongo. Nishaenda nchi fulani, nishaenda nchi fulani, nishaenda nchi Kongo pia lazima. Watu kuna vita kama naenda kupambana navyo huko. Nashukuru Mungu nimeenda, nimepokewa vizuri na wa Kongo wananikubali sana. Mpaka nakaga, unasemaga wewe sio Mtanzania, wewe ni Mkongomani. Yes, nalobi Lingala. Yeah. Kidogo kidogo kiloko, naongea Lingala. Kongo karudi, ikabidi Abdul akanipigia, bwana Kombolela huko tena msimu wa pili. Nikamwambia, blaza mimi nimeshaanza maisha yangu mengine upya, siwezi kurudi huko kwa sababu nilishafungua biashara kule, nilikuwa na mgahawa nauza chakula cha Tanzania. mm. Akaniambia tatizo sio mimi, wananchi. Kwa hiyo ile kwamba wananchi mm. wenyewe wamenikubali kwa nini, kwanini nami nisiwape laza kile kitu anachokitaka? Bas, nikasema ina jinsi bro, mimi narudi nikarudi. Nikarudi naendelea mzigoni, tunapiga mzigo kama kawaida. Si, kwa ufupi tuzungumzie ile picha ile ambayo ile kama trendi, aa, umekonda konda, ilikuwaje ile, mbona kama maneno yalikuwa tofauti? Ipi? Na picha fulani hivi kama muda kama amepungua ame hivi sio, si, ulitoka jela? Kwanza kabisa ambayo nimetoka jela eh. Ile sini kwanza niko kulekule Kongo mm, na nakaribia baada kama miezi mini natakiwa kurudi. Aliniambia unarudi sini ambayo itakayokutambulisha unatoka jela, unavyotoka jela unatakiwa urudi umechoka, alafu umenyoa upala. Kwa hiyo mm, alivyokwambia vile, we mwenyewe msanii unatakiwa ujiongeze, kwamba natakiwa nifanye nini kuonekana nimechoka, yes. kwa hiyo nikaanza yani kama nilijisusa baada ya kurudi kama nilijisusa, yani niliacha yani nili, nikaanza kufanya diet, nilikuwa sili, niliacha vitu vingi sana, manyama manyama nini nikayaacha. Saa nyingine naweza nikala tu crips nikalalia mpaka kesho yake, kama ule muda niliyokula ile. Kwa hiyo yani, kwa ufupi nilijizira, nilijizira, nilijizira nikasema nataka tu, yani nataka nionyeshe ule utofauti Yani bahati nzuri mimi namshukuru Mungu mwili wangu suni koje. Umeniona hapa hivi nilivyo. Naweza nikakwambia niangalie hapa. Baada ya wiki moja, utakuja utaniona tofauti na unaweza kuja kuniona tofauti. Baada wiki nyingine, nitakuja nakwambia uje unione tofauti. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwenyewe mwili wangu naweza ku manage. Na ndio maana nikasema, acha kweli nifanye kitu kionekane kweli utofauti. Huyu katoka jela baada ya kutoka jela. Ukaonekana kule mtoka jela pia rinsi yako. Ukaonekana kweli mtu watu wakaongea, "Ee, mbona kachoka hivi? Jamani mbona kawa kama bibi? Mbona si kama nini? Of course." Kwenye maisha ehe, mwingine anaumwa. Huwezi kumjaji mtu kwa kuangalia, "Wewe unaniambia mimi naumwa, umesha kama umenipima, wewe umejipima hapo ulipo mzima. Aje anipime hapa afu tuweke majibu. Yaani tukae pale afu tunaacha natiririka hapa. Mimi niko lazy, si ni atiririke hapa. Afu kila mtu, yaani sasa mimi naumwa." Apime majibu yao. Uliza kidogo wasanii wa zamani washatembea sana eh, washatembea sana usiishi kwa kukalili. Unajua, tatizo kwenye midia kila mtu naye anataka naye aongea, onekane naye kaongea. Mwisho wa siku huwezi kumzuia mtu kuongea, mdomo mali yake. Ukweli unanijua mimi. Mwingine ashasema tatizo vipako, wanajichubua sana. Wewe unanijua mimi depui nyuma toka nilipotoka, mpaka unaniambia mimi najichubua. Unajua familia yangu ilipotoka. Kuanzia babu yangu mweupe kwanza bibi yangu mweupe, baba yangu. Wanaonijua mimi, mimi ni acha, walikuwa nabishana na watu. Baba yangu mweupe kuliko mimi, unavyoniona watoto wangu weupe kuliko mimi. oh, ndo get... ni, ndonilivyozaliwa ni ndonilivyo hivi mm. Familia yangu yote tuko, mpaka wadogo zangu tuko hivi. Kwa hiyo, mpaka watoto wangu, ni weupe kuliko mimi mwenyewe. Kwa hiyo ah, mwisho wa siku unajua, huwezi kujipa stress, yani ya kubishana mm. hey, ukweli unaojua mwenyewe ndio maana nyamaza kimya tu, utamwacha mtu ataongea leo, kesho atanyamaza, atachukua jambo lingine ataendelea. Of course nimekuwa mtu mzima, uwezi kunikompea miaka ambayo ya, ya jumba la dhahabu miaka ishirini na nilikuwa sina mtoto hata mmoja, sasa hivi ni mama wa watoto watatu. Hivi bado ukasema mtu, yani yule winter wa miaka ishirini na tatu bado ukamkompesa hivi na kwenye wa, natukae ni vitu viwili tofauti hila usitake kuongea kwamba ukasema unanijua sana mimi, au nijui? Umeniona kwenye kideo, ishi kwa kukalili kuniona kwenye kideo, usiishiti mpaka maisha yangu baki huko nyuma. Unanijua au nijui? Kwa hiyo kitu, kama kitu ukijui, tujifunzage jamani, nyamaza kimya. Usitake nawe uongee basi, nawe uko uonekane umeongea, alafu unaongea kitu ambacho ukijui ndio maana angaliaga tu, ataongea atamaliza. Mwisho wa siku siwezi kumwekea jira, si mtu yoyote ntapenda kwamba mpaka umekaa umeongea. Basi kazi zangu unazifatilia unanikubali na, unani na mimi nakukubali, tena nakukubali sana kwa sababu unanikubali, endelea kuniangalia e, mm-hmm. jumla sababu nimesikia, nataka rudi. Ulisikia hii bila shaka. Sio, nilisikia inarudi mm. Tajie kukuona. Kama kawaida tarajia kuniona. Sisi ndo machimbuko wale ambao tulioichimbua jumba mpaka pale tulipoifikisha mpaka ilipoishia kuja kiole wote chilo, wote tupo, wote kina mzee chilo wote tupo. Kwa hiyo wote watarajie kuona, sawa. Tuingie nyumba sasa ya mzee Kikala. Kwa ujumla, hii familia, wewe unaionaje ukiwa kama memba wa ile familia, familia ambayo haiishi zogo, kaka i mm. Kwanza inna lillahi inna lillahi wa inna lillahi lajun. Familia ya Mzee Kikala mgeni kwanza ukija, yani wewe ukikaa sekunde tano eh. Aa, wewe mgeni wewe mgeni, yani ni nyumba hatari yani, kwenye nyumba at least mle ndani kidogo yani mstarabu mle ndani amadi na Chiku, lakini wengine wote mazingira ya asilia alivyo alivyo, madawa alivyo alivyo, siwa. Unajua ya kwanza mimi nilikuwa nacheza kwamba ile sio mtu wa kukaga nyumbani yani, eh, mimi mtu wa kutoka kutokana na usika wangu. Si mdangaji kwa mimi hata kulala kwenye madangulo mimi kawaida. Yaani nyumbani mimi sio wa kupika, sio wa kufanya chochote. Na ndio maana mara nyingi sana, kapita hapa yule hata na pikipiki yani. Kwa hiyo hata nilivyorudi mara ya pili nilikuwa najua maisha yetu yale yale. Lakini nilivyokuja nimekuta ndivyo sivyo. Yaani kuna familia tayari nyingine ishaongezeka. Kobi si kakangu kubwa jinga tayari kashaoa mtu mwingine. Umepata wivu? Kwa hiyo ndio maana hata nilivyorudi nilikuwa kwanza kama mjinga ile, nasoma na mazingira. Unajua uwezi kuka ile kukurupuka kwao, nikawa nasoma kwanza mazingira. Baada ya kusoma mazingira, niko okay. Kumbe watu wako hivi. Basi na mimi nikaanza taratibu taratibu yani. Mbona tutaheshimiana mle osha e, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Naomba tu ya mwisho hii, naona umeitwa hiyo kushoto. Kwa nini ulisema dadako amesilika? Ni kweli? Uongo? ulilewa wewe? Yani, pamoja ya na kulewa nimelewa na imebidi nimelitoa kwa sababu nimechoka, zile nongwa zake, ana mdomo sana. Kina jasilika La... Yani, mii ndo nimeasili <laughs> Sasa nimetoboa kwa sababu unajua watu wanasikaga, jamani, nipeni ni midawa yangu mimi nipeni hiyo midonge yangu, nanikwangua, unajua watu wanajua ile kwa ajili ya miguu wajua twakaamwadaamwadaa ah, midaamdaa mda mdaa kwa ajili nimebombolwa siri kwamba yule mwasilika kitambo zungumza to... ba... kitu na mashabiki zako, amba mashabiki zangu, ndugu zangu, familia zangu, endeleni kutuangalia kwenye Kombolela, minapenda na wapenda sana. Um, tunachoahidi hatuwaangushi, tutaendelea kuwapa bado matirio mengi mazuri mazuri mazuri yani bado kwanza, ndo kwanza ni kama tumepangusa, hatujafuta bado kile kioo. Kwa hiyo kaeni tayari, vitu vingi vizuri vinakuja. Asante sana, asante.